Yaani, nyie mmeshaachana lakini kila siku kelele haziishi. Haya, leo shida gani imewaleta? Yaani kiongozi, sikiliza nikwambie, kama unafoka toka kwangu. Kama unataka kuongea nikusikilize, ongea kawaida ehe, na kusikiliza. Kiongozi, hata kama ni wewe kweli, huyu bwana tumeshaachana, lakini meza naye itanipa matumizi laki tano jamani? Na na mtoto mimi laki tano naifanyia nini jamani? ananipimia pesa kama kibaba cha mafuta oh. Laki tano haitoshi? Laki tano unaifanyia nini jamani? No. lakini kwa mwezi unampa hela ya matumizi ya mtoto shingapi? Aga, nampa laki tano, lakini pia hapo katikati kuna mda ananiombaga hela za dharura nampa. Unataka kwa mwezi upewe shingapi? Angalau. kama unachamba toka kwangu <laughs> ongea kawaida sawa? Yaani angalau kiongozi angenipa laki saba na hiyo laki saba ni kama anamuonea huruma kwa sababu ni mzazi mwenzangu. Lakini kwa mwezi unaingiza shilingi ngapi? Waga, naingiza milioni moja kamili. Aa, kwa hiyo hela ya matumizi ya mtoto unagawa nusu ya hela unayoingiza wewe? Ni kijana mfano wa kuigwa. Sasa nisikilize vizuri huyu <coughs> ni kila hela, sio mwanamke ufupi umezaa na chuma ulete, kama unaweza kutoa laki tano au nusu ya mshahara wako wa mwezi, lakini bado hauheshimu. Huyu ni kilahera. Sasa ni hivi, kuanzia sasa utakuwa unatoa robo ya mshahara wako n yani, utakuwa unatoa laki mbili kwa mwezi kwa ajili ya matumizi ya mtoto. Tunaelewana vizuri? Ukiona wewe hiyo robo ya mshahara haitoshi kwa ajili ya mtoto Utachukua mtoto umpe Da King, alafu wewe ndo utakuwa unampa hiyo laki tano ili uone kama ni nyepesi. Kesi closed. <laughs> Hey, Joshua ukitaka mtoto angalia mwanamke unayezaa naye, vingine unazaa navyo ni vila hela. Hey, kama hapa nilikuwa natatua kesi ya kila hela kimoja, hapa nishaimaliza aya. <laughs> Ah, basi sawa, baadaye.